Mimi nimepewa kesi mbili, kimsingi sio kesi, walikuwa natafuta namna ya kuniweka ndani mpaka tarehe moja ipite, na nilikuwa na taarifa hizo kwamba ningekamatwa leo, lakini waliharakisha juzi. Ijumaa walikuja kwangu saa kumi na moja na nusu alfajiri. Nitawapa CCTV kamera, muone walipoingia kwangu kiuni wakanipeleka sempo mpaka saa tisa, wakanitelemisha na gari tano, wakanirudisha nyumbani kwenda kunisachi. Nikauliza matafuta nini, wakaniambia tunajua tunachokitafuta. Hawakuta kitu chochote kibaya, wakanirudisha. Nikaomba dhamana wakaninyima, Jumamosi nikaomba dhamana wakaninyima, na kuanzia jumaa sikuwa nimegoma kula, nilikuwa nimefunga na kuombea ni nchi.